Leo nimekuja hapa kuja kumwakilisha Mheshimiwa Engineer Hamad Masauni mbunge wa jimbo la Kikwajuni na waziri wa nchi makamu wa rais muungano na mazingira katika uh, fainali ya kombe hili la Masauni na Jazeera Cup, kombe ambalo nimeambiwa kwamba lipo zaidi ya miaka kumi sasa. Uh, vipo vitu ambavyo nimevibaini hapa, ambapo nadhani kuna kila sababu ya kujifunza. hataaiu mengine, moja, nimebaini umoja na ushirikiano ambao huko baina ya wananchi wa, wa jimbo la Kikwajuni, lakini pia nimeona umoja na upendo na ushirikiano ambao yuko nao baina ya bunge na wananchi wake na viongozi wengine ambao wanasimamia. Kwao nimejifunza mambo mengi na nimeona vitu vingi vizuri vya msingi, ambapo nadhani wananchi wana kila sababu ya kuendeleza ili hasa sasa ombe ili au ligi hii iweze kuendelea baada ya miaka kumi ifike miaka mingine ocha. Kwanza, serikali sasa imeanza mpango wa kujenga viwanja vizuri vipya vikubwa na vya kisasa viwanja ambavyo vijana wanaweza kucheza mpira humo na michezo mengine na wakakuza vipaji vyao wa. Lakini kubwa zaidi kupitia ligi hizi ambazo zinafanyika, ambazo viongozi wa chama, viongozi wa serikali wanafanya nazo, ni sehemu miongoni mwa juhudi ambazo kama serikali zinafanya kwa ajili ya kukuza vipaji. Lakini kama unakumbuka wakati tunapita tunaomba kura, wabunge, wawakilishi, rais, tuliopita na kitabu cha ilani cha utekelezaji wa ilani, ikawa tunawaambia wananchi, hasa vijana, watakapotuchagua tutakisha kwamba tunawatengenezea mazingira mazuri ya kuweza kukuza sekta ya michezo na kukuza vipaji vyao kama wananchi kwa ajili ya kwenda kucheza zaidi, kwa sababu tunachokiamini kama viongozi kwamba mpira ni ajira, mpira ni umoja, mpira ni mashirikiano, lakini mpira ni afya pia hiyo. Hii ni mashindano ambayo yameanza sasa hivi karibu miaka kumi, lakini kila baada ya mwaka unavyokwenda tunajitahidi mashindano kuyaboresha, na kama nyinyi wenyewe mlikuwa mashahidi wa kuiona hii ligi jinsi inavyokwenda na jinsi ilivyo, kila siku ligi tunapokwenda inapamba moto, na tunashukuru kwamba mheshimiwa Masauni kila siku, kila siku zinavyokwenda na zawadi anaziboresha zaidi, na sisi wenyewe tunapata moyo wa kuiendesha hii ligi kwa vizuri zaidi, na nina furaha kwa kweli kwa, kwa kuchukua kombe letu na hakika kila tunapoenda ligi yetu ina inakuwa bora zaidi, tofauti na ligi nyingine, na nafurahi kwa Masauni kwa kutekea ligi hizi. Tunafuraha sana sana sana kwa kuwa mikono salama, tuko katika jimbo letu, mbunge wetu tunampenda sana Masauni Cup. Siri ya uh, ushindi wa leo kwamba kukaa na viongozi vizuri na tumejipanga vizuri. Hakika viongozi wetu ndio ametuletea bora katika timu.